George, kwa swali lako zuri sana kwa habari ya njia ipi sahihi ya kuweza kuitumia kwa sababu ya mkanganyo wa imani, tena siku hizi siyo, si imani tu peke yake na, na akili na akili ya kuvuruga watu kisaikolojia maadamu umeshatambua kwamba kuna imani sahihi na, na imani potofu, ni kuchagua <laughs> ni kuchagua kwamba imani hii ndio inayofaa kwangu na hii haifai, ingawa kuna, kuna, kuna lugha ambazo kuna lugha ambazo zinaonekana kama zina ukweli ndani kwamba ukajikuta umeingia kwenye imani ambayo ni potovu, alafu kajikuta kuna watu wanaokushawishi kwamba umefanikiwa, na kweli unaona live, unaona kabisa live. Mimi niseme ile ukweli, ukitambua kwamba imani ile ni potovu, lakini kuna mafanikio ayase ufiki mbali, yaani kile ni kama kiini macho, alafu alafu ni kama vile wanauza kwamba ili tu, ili ufanikiwe au ili ubarikiwe nataka utoe sadaka labda shilingi laki tano na kweli unanunua gari, unanunua gari. Imani potovu zina zina, zina zinashawishi watu ambao wanahitaji kufanikiwa kwa haraka pasipo mipango, unaona eh, yaani wewe wewe unaona utumie shortcut kwa sababu mipango yako, endapo labda wakati mwingine labda inashindwa ku kufikia malengo sahihi. Kwani hapa kuna shortcut, kwa nipitie hapa, lakini lakini lakin huwezi kufika mbali sana. Mimi nina, rafiki yangu na rafiki yangu ame amemiliki ame amemiliki zaidi ya B sita. B sita. Lakini leo hii hana hana senti tano hana senti tano no. Kisa ni nini? Ameingia kwenye, kwenye imani potovu, lakini matokeo yake amejikuta iko zero. Kwa hiyo cha msingi ni kuzingatia imani sahihi ambayo moyo wako ufahamu wako kabisa unakujulisha una, una, una kwamba hii imani ni sahihi, ingawa nitasafa naona lakini nitafika salama. Hicho ndicho kitu cha msingi. Uh, sawa sana mzee Muna. E, ni swala la la uchaguzi. Ya binafsi nafikiri kuna raha ya, au kuna ladha ya maisha yenye changamoto e, mfano mzuri kawazingatie watoto leo e, waangalie wanavyoandaa uniform zao e, ni maisha ambayo hayapendi, lakini kwa sababu wamesha yamisi yani wanayataka wana ni yani le, le, leo wako tayari, leo utakuta e, uniform ishapasiwa, kiatu kimesafishwa vizuri kwa sababu kuna, kuna, kuna ladha kwenye hiyo changamoto. Kwa hiyo nafikiri wakati mwingine pia ni, ni kuzingatia raha, ukitafuta raha ni nini, nafikiri inaweza ikakusaidia kufanya maamuzi. Kwa mfano mtu kama Elon Elon Musk, Elon Musk ni, ni, ni tajiri lakini pesa zake amekosa cha kufanyia, wala sizani kama ana, ana raha kwenye maisha, kwa sababu hana nyumba wala haoni umuhimu wa kuwa nayo Yaani ni mmoja kati ya watu ambao hakuna kinachowaridhisha kwa sababu wana uwezo wa, wa, wa kupata, kupata vyote. Pia nafikiri ukiamua, uki kuchagua maisha ambayo yana ladha ya ladha e, utatafuta kwa jasho e, na vitu vingine kama hivyo, lakini itakusaidia kufanya maamuzi sahihi e, kuliko kuwa na, na pesa nyingi e, ukakosa hadi cha kuzifanyia, lakini maisha hayana hayana raha e. Nafikiri mzee Muna ametuambia kitu kizuri sana, tambua ambacho kilicho sahihi, fanya uchaguzi. Uh, swali lingine lilikuwa swali kutoka kwa, kwa, kwa Benja anasema e, uh, kuingia kwenye mahusiano e, japokuwa ili ili jambo binafsi pia linanitatiza uh, mara nyingi hatuambiwi kama tuko tayari kuingia kwenye mahusiano hata binafsi utambuzi unakuja kulingana labda na, na, na kuona kwamba wenzangu wa, wa, wa umri huu e, wazee wengine wanakuambia wewe, wenzako wanaoa e, vipi? Mbona wewe? Lakini hawakuwa wamekuandaa. So Benja alikuwa anauliza ni sahihi kufanya majaribio halafu ndo niamue kuingia. E, au, au tunaendaje hapo? Yaani tu, tu, tu, tunapangaje? Manake wakati mwingine uwezi, huwezi kwenda dukani kununua bidhaa ambayo hujawahi kuijaribu kui, ama hujui inafanyaje kazi, so <laughs> naomba madamu atupatie majibu hapo, asante. Uh, swali lake nao ukaongeza na la kwako, muda sahihi. Naanza na wewe Muda sahihi wa kuoa kuolewa, huambiwi. Kuna kiimoji ki fulani, mtu alituma akasema, ukifikisha miaka thelathini hujaoa unaweza kuambiwa utazeeka. Una miaka thelathini hujaoa, lakini mtu akifariki ana miaka thelathini wanasema kijana mdogo sana amefariki. <laughs> kwa hiyo swala la kuoa kuolewa japokuwa kwenye jamii zetu tuna mambo ya umri, lakini si sana, wala si kwa kwa wenzako wamefanya, ila ni uhitaji wa moyo wako. Yani, kuna wakati unafika una fili lonely, yani uko na watu unaishi na watu, au uko kwenu au uko na wafanyakazi wenzako, lakini moyoni mwako unafili, uh, iyo loneliness wanaita upweke, ambao unatamani uwe na mtu ambaye kuna jambo uongee naye muda wote uwe naye hapo ndio muda sahihi wa kwao kuolewa, na about umri au swali. Ukienda kununua zile suti pale, yale maduka wanaita ya showroom, unajaribu ile suti kwanza. Umeona um... zinaopendeza. <laughs> wengine <laughs> Nashukuru, unajua saizi yako. Nashukuru, ndiyo maana nikasema mwanzoni, kabla hujaoa hujaolewa, kuwa na mipango. Kwa hutajaribu saizi yako, si unaijua. Nataka mfupi, nataka mrefu, nataka mweupe, nataka mcha Mungu. Kwa unapoingia kwenye mahusiano, unakuwa serious of that, ili kama sio wa kwako, tunamwamini Mungu, jamani, utajua. Sio habari ya testing habari ya kwenda kupiga passport eti nioge -ni uh -uh. tayari unajua saizi yako ya uh -huh. <laughs> Okay, aha uh -huh. wanaendelea kunichallenge na habari ya kujaribisha vipimo uh, uh -huh. Yes, na kuelewa lakini tunatolea tuna mifano ya testing ya vitu hapa tunaongelea, -tuna testing ya moyo wa mtu. Wewe, una test? huyo binti nate. Ndio maana jamii yetu mpaka leo imeharibika, hata haya maendeleo tunayoambiwa plani. Kikisharibika nyumbani, hakuna kitakachoendelea leo. Si kuna watu wanajinyonga kwa sababu nyumbani kimenuka? Kwa nini? alifanya testing, testing, bahati mbaya ujauzito umefika. Upande wa binti anakuambia usipomua, tunakufunga ulikuwa na mpango wa passport, inabidi uoe, lazima uoge. Hiyo ndo haitakaa. Kuna kuna binti mmoja alikuwa analia kabisa, anasema mimi yangu mawili ni uwe au ni mloge, hawezi akanipotezea muda wangu. Unajega kwenye matatizo kama kijana yasio ya soya, msingi kwani utest wakati we are not ready. Na kama ulikuwa na nia njema na ukakuta mambo sio, ukikaa naye mezano ukamweza, bwana rafiki, eh. Tulipanga moja mbili, lakini navyoona mwenendo kwa, wako wewe, ni short temper, mimi short temper mm, hatutaelewana. Hatu, mambo yanaelezeka yanaisha, lakini kama ni testing, hata achana kuachana kwenu kutakuwa sio clear, kwa sababu ulikuwa huumaanishi. Ndio madhara mengine yanakuja, wanasema mimi either niue au niloge. Na kwa taarifa yako, hata kama unamwamini Mungu, umelala na dada wa watu kimpromisi uongo, akiamua kukuloga inakupata na, na, kwa hiyo maanisha hakuna testing, hamna jaribu kwenye hilo ya, nafikiri tutakuwa tumeelewa tum, hapo kabla brother Vincent hajakazia, uh, nikumbushe tu vijana kwamba sio kila, sio kila bidhaa au sio kila kitu kinatoa kina hiyo nafasi ya majaribio. Kwa mfano bidhaa kama eh, vinywaji vinywaji baridi hivi eh, tukikupatia utesti utakuwa umekata kiu E, ndio maana amesema pale juu ya mahitaji si sindio eh? E, na haya mahitaji na, nafikiri kama kule mwanzo ambapo tuliona tu kwamba usiyavulie kama utaki kuyaoga kuyaoga, sio lile tendo. Bahati mbaya mahusiano mengi siku hizi yanaanzishwa ya, ya msingi mkubwa ukiwa ni, ni, ni, ni lilo, lile tendo, lakini nafikiri vijana tukifikiria na yatokanayo ya tukifikiria na yatokanayo na, na, na lile tendo kuna kitu brother Vincent pia amesema kwamba sio wanaume wote ni wanaume, kuna wengine ni, ni wavulana hata. e, mfano hata mimi hela zangu nazipenda sana e, bado nafikiria hivi, nikiingia kwenye mahusiano hela zangu zitakuwa zake, e, vitu kama hivyo. Kama hauko tayari kudili na yale yatokanayo e, basi mwambie mwenzako ukweli e. Na bahati mbaya zaidi tunakutana wote tukiwa tunajaribiana E, sio wewe tu uko kwenye majaribio, mwenzako naye anakuwa yuko kwenye majaribio. Mwisho wa siku ha, haifanyi kazi, so na, na, nafikiri ni, ni, ni vizuri vijana tukakaa kwenye, kwenye mtazamo wa kuamua kuoga, sio kujaribu kuoga, ili upokee na yale yatoka nayo. Karibu brother Vincent, utamalizia na, na swali kwa Sam. Asante sana hilo hilo no, yeah. Basi nimpatie Uh, asante, nashukuru. Nimejaribu kufikiri kwenye swala la ukiamua ukaoge, kabisa yaani, ukishavua nguo uyaogea yo maji, sentensi nzuri, lakini tukumbuke kuna, kuna vitu ambavyo mimi naweza nikawa navyo kichwani ili nimuoe A lazima awe na vitu fulani hivi. Sasa kuna vingine ni mpaka kwa namna moja ama nyingine ni aoge hayo maji. Sasa kwa macho tu hivi ya kawaida naweza nisi nisielewe, au kukaa naye kuongea naye naweza nisielewe. Sasa mimi hapo mnanisaidiaje? Kwa mfano eh, hapo brother Vincent ataanzia hapo kwa mfano mimi nahitaji uzao, najuaje? bwana huyu mayai yako vizuri? e, e, ana, ana, ana mti unatoa matunda huu, ehe. Sasa mimi naweza nikawa nimempenda maskini wa Mungu, zile e, zote vi, vi, vipaumbele vyote naviona e, sisi tunajua kuna mtu mmoja alisema mwanaume ukimpa umbe, yani mungu angekuwa amewapa wanaume kila mtu ajiumbie, tungeona vitu vya ajabu mu duniani sasa kila mtu ana vitu vyake, mimi hivyo sawa, lakini kuna vile vitu vya msingi natakiwa niache alama e. Madam hapa amesema ukifa hapa sasa hivi, kijana kama kama mimi nikafa hivi, hajaacha hata alama, maskini wa Mungu. Kwa hiyo zile alama sasa lazima tu testi. Gari wewe ukiletwa gari jipya chifu, lazima upige moto eh. Hey, iko vizuri, basi naridhika, nakupa hela yako, tunaachana. Sasa nakumbukeni na mahari na naenda kulipa, na ndoa za Kikristo ni kama, shingo ni moja tu, ukiikata hiyo basi tumemaliza. Sasa naombeni, sasa mniambie, aidha kuna njia ambayo naweza nikaitumia mimi nje na kutesti hata kwa macho, labda nikiangalia tu vidole vyake vilivyokaa, e, mniambie ili sasa nisipate tabu Yaani, alivyokaa hivi, tembea ukiona tembea yake huyu, basi mayai yake mazima, ili sasa nisiende kutesti.